safari nje ama tunaenda vetu njenje, tunakaa hapa saizi tuna kunywa vetu chai hapo beta bari, na huyu ndio mtoto wangu tarehe moja mwezi wa kumi na moja ambayo alikuwa anatimiza kama miezi mitatu hivi na siku kama nne hivi. Mtoto wangu wa pekee ambaye anampenda sana ahisiyee, ndiyo kila kitu kwangu. Huyu sio mwingineyo, ni Jose. Kweli nampenda sana mtoto wangu. Ampenda kwa sababu ni mtoto wangu wa kwanza. Nahisi hakuna mtu ambaye afahamu furaha ya kuwa na mtoto wa kwanza ni nini. Hakuna mtu ambaye afahamu upendo wa mtoto tena mtoto wa kwanza katika familia. Siku zote maisha ama ndo ndoa inakuwa nzuri zaidi endapo kama kuna furaha ndani ya nda, ndoa, na hii ndiyo furaha yangu ya kwa huyu mtoto wangu pekee ambaye anaitwa Jose. Jose, nakupenda sana, mimi ndo baba yako, kwa hiyo nakuombea sana uweze kuwa na maisha mazuri, uwe na afya, na kwa Mwenyezi Mungu nakuombea kuandaa. Ipo siku utunita baba na nitakutuma kitu cha kwanza. Bibi yako alisema kwamba atakutuma ukamchotee maji ya kunywa. Hii siku hii kwangu, siwezi nikasahau, kwa sababu na mjukuu wake wa kwanza lazima upendwe na unahitaji malezi yale yanapotakiwa mtoto. So wangu, siku zote waheshimu wakubwa, wadogo, mtu ambaye umfahamu mwaheshimu vilevile. Wewe wewe, ongea <laughs> yeah. Sasa eh? onaongeichonse huh? kulu Mwenyezi Mungu <laughs> kupitia Yesu Kristo <coughs> kweli amefanya mengi sana, kupitia kwa mama yake Bikira Maria nao, na washukuru naife kusawawo nahema ya Mwenyezi Mungu tusingepata. God is a place of home, Mungu yupo ndani ya nyumba yangu, kwa hiyo nashukuru sana kila kitu. Ongea, ongea sasa